Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Basi natamani nikapate msomaji, tanisamee kidogo kwa urefu, lakini kwa muda kidogo tu nataka tukapate kuangalia kitabu cha Matendo ya Mtume, Matendo ya Mtume kumi na sita. Pate msomaji anisomee kuanzia mstari wa kumi na tisa neno linasema ya kwamba basi bwana, basi bwana basi bwana zake walipoona ya kuwa matumaini ilipoanza kukwisha, zile tumaini, wakawa ni watu wanaomulilia Mungu, maana wanahitaji kuenda kufunguliwa, wakawa wanahitaji wanataka wakapate kukombolewa wakose kufunguliwa kwa sababu ya kitendo ambacho walikuwa walifanyiwa. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana litukuze. Lakini neno linasema ya kwamba Paulo walimwomba Mungu walipokuwa wametupwa gerezani, wakawa wamewekewa walinzi, wakose njia ya kutokea, wakose hatua yoyote katika maisha yao. Maana mahali walipokuwa wamefungwa, walikuwa wamefungwa maisha yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamelikosa tumaini, mpendwa, kama vile ambavyo wewe umelikosa tumaini. Wa Paulo walikuwa wamelikosa tumaini lakini walisimama katika kumwabudu Bwana, walisimama katika kumwita Mungu, walisimama katika zamu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Walipokuwa wamesimama katika zamu, ili wakapate kuona utukufu wa Bwana ndani yao, Mungu alisikia kilio cha Paulo na baada ya kukisikia kilio cha Paulo akatamani awatoe katika lile gereza, akatamani akapate kuenda kuwafungua, akatamani akapate kuenda kuwaponya. Amen, Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo yeah, nataka ninene na mtu ambaye amewekwa katika miungu ya maagano kwao, amewekwa yeah, katika kisima cha magonjwa yeah, amewekwa katika vifungo vya kukataliwa yeah, maana umelikosa tumaini ndani ya maisha yako cha yeah. ja kwamba una hofu ya kwamba hakuna siku utakayofunguliwa. Lakini mchana wa leo mpendwa, unapoibeba imani, mchana wa leo unaenda kufunguliwa kama Paulo alivyofunguliwa, utakaposimama katika hey, Bwana Mungu anaenda kunyosha mkono ni kwa ajili ya kukufungua maisha yako, ni kwa ajili ya kukutoa katika dhiki, ni kwa ajili ya kukutoa katika mashaka uliyo nayo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposimama katika kumtegemea Bwana, unaposimama katika shamu. Mungu anaenda kuingia ndani yako mpendwa, hataangalia shida ulizo nazo, hataangalia mashaka ulio nayo, bali yeye anatamani akapate kukufungua. Amen, haijalishi umewekwa katika miungu gani, haijalishi umewekwa katika vifungo gani, haijalishi umewekwa katika dhiki gani Bwana akisema anawefungua, anaenda kukufungua mchana wa leo, maana fungua yuko nayo yeye ya ja maisha yako mpendo, ukapate kufunguliwa, fungua yuko ya yeye ya ja wewe ukapate kuinuliwa. Mpendwa, usiangalie dhiki iliyo ndani ya nyumba yako yo. usiangalie mzigo ulio na watoto wako yo. usiangalie mashaka ndani ya bomo ulio, bwana anaenda kukukomboa mpendwa, maana unaenda kuwa mutu wa maana. mana Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe he sana. Waliokukamata na kukufunga maisha yako na kusema ya kwamba hata ujaribu kiasi gani hautafunguliwa, nataka nikwambie mchana wa leo sauti yako Bwana amesikia, ametuma malaika wake cha kwamba yeah. gereza linaenda kutingisha, gereza linaenda kutingisha. Mpendwa, unaenda kutolewa katika gereza. Maadui yeah. wanaenda kupewa usingizi cha kwamba wewe ukapate kufunguliwa, wanapoamuka wakuone wewe unatembea ukiwa ni mzima, wakuone kwamba umefunguliwa mpendwa yeah. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Wanaposimama katika kukupiga vita, Bwana atasimama kukutetea. Mm. Wanaposimama kutaka kukuangamiza, Bwana atasimama kutaka kukuinua. Ndio, Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo na Sila waliomba Bwana, walimwomba Mungu wakati walipowekwa katika gereza. Wewe nawe, ninajua ya kwamba una mzigo ndani ya moyo wako yeah. kwa sababu uko katika lile gereza la ukufara yeah. umewekwa gereza la masikitiko yeah. umewekwa gereza ambalo huwezi kujitoa, maana umewekwa katika miungu uritisha wa majina. Umefungwa mbele huendi, nyuma huendi, hapo ulipo ni hapo, hakuna kusongea. Mpendwa, ni lile gereza ambalo Paulo na Sila alitimbukiza yeah. lakini nataka ni nikwambie unaposimama katika kumwomba Bwana Bwana anaenda kutingisha hilo gereza, yeah. Maisha yako yataenda kubadilika, maana milango itaenda kufunguliwa, maana njia zitaenda kufunguliwa yeah. Upendo unaenda kupokea uzima kwa jina la Yesu yeah. Unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Amen. Hautabaki Amen. jinsi ulivyo, maana Mungu anataka kawe na jawabu machoni pako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana Bwana anaenda kutenda yaliyo mapenzi yake. ya Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kimbia mbio, nisomee mstari wa 26, unasemaje? Mstari wa 26 unasema, Mhm. Mm. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, mm -hmm. Hata misingi ya gereza ikatikisika na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo mm -hmm. vya wote vikalegezwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuze. Ghafla pakawa na tingishiko na baada ya tingishiko lilipoingia katika gereza, vifungo vya gereza vilipata kufunguliwa, na waliokuwa ndani, Paulo na Sila, milango ikafunguliwa, wakapata kutoka, wakawa huru. Nataka nikwambia ya kwamba mchana wa leo kunayo tingishiko linaenda kuingia ndani ya moyo wako iyo. Kuna tingishiko linaenda kuingia katika familia yako. Bwana anaenda kutingisha maadui zako, mpendwa. Bwana anaenda kutingisha waleamemo ambao wamekusimama ya yeah. kwamba hawataki kukuona wewe wakifunguliwa. Bwana anaenda kuachilia mtingisho ghafla, wanaenda wa kuangushwa. Na mpendo wa Mungu anaenda kufunguliwa, maana unaenda kuwa huru mchana wa leo. Amini ya kwamba Bwana anaenda kuingia ndani ya moyo wako, mpendo unaenda kufunguliwa, mpendo unaenda kuinuliwa, hautabaki jinsi ulivyo. Mwambie Bwana mchana wa leo, nitoe katika vifungo vya ukoo, nitoe katika mila, nitoe katika urithi walioteka yes, yes, ma maisha yangu iyo, na kutumia nyota yangu iyo, na kutumia bidii zangu. Mwambie Bwana nifungue mchana wa leo, maana gereza linaenda kutingisha. Mpendwa, ni kwa ajili ya maisha yako, ili wewe ukapate kwenda kufunguliwa. Amina, haleluya. Bwana Yesu azifiwe sana. Unaishi katika miungu Unajiona kwamba ni mzima, lakini shetani amewekwa ndani yako na kukontroli maisha yako. Ndiyo maana kichote unachofanya haufanikiwi, kwa sababu mkono wa ibilisi umesimama juu yako. Farao amekuweka katika maagano yake, Farao amekuweka katika njia zake. Lakini nataka nikuambie mchana wa leo, Farao hatapata nafasi, ni kwa ajili yako yes. Maana gereza lake farao linaenda kutingishwa, yes, ili mtu wa Mungu akapate kufunguliwa na akapata Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka akakufanye kuwa chombo cha tamani, mchana wa leo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiangalie kunung'unikwa na kunung'unikwa, usiangalie kule kudharauliwa ambapo unadharauliwa, usiangalie kule kutengwa ambako wewe unatengwa inajua ya kwamba umekosa tumaini katika muji, umekosa tumaini katika familia, umekosa tumaini katika ndoa yako, ni kwa sababu umewekwa katika lile gereza, hauonekani kila jambo lako unalolifanya, hakuna mutu analiona mana uko chini ya miungu, umefungwa na miungu yenu. Lakini nataka ni kuambia ya kwamba miungu yenu inaenda kutingishika, mana unaenda kutapikwa, Mungu anaenda kukutapika muchatoayo kutapikwa katika vyungu vya ukoo, naenda kutapikwa katika mashaka ulionayo. Bwana anaenda kumtapika mchana wa leo, mukapate kuwa huru na mukauone utukufu wa Bwana ukitembea pamoja naye. Amina, haleluya. Bwana anatamani akafanye kuwa vyombo vya tamani. Bwana Yesu azifiwe, jina la Bwana litukuzwe, ya kwamba Mungu ana mipango mizuri katika maisha yenu. Mungu ana mipango mizuri katika njia zenu. Thamani inapokwisha Bwana anaenda kumufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiangalie mateso uliyo nayo, usiangalie dhiki uliyo nayo, usiangalie kule kutengwa uliko nako Bwana anatamani akakufanye kuwa chombo cha tamani mchana wa leo mpendwa, maana anasema hata kuacha ubaki kuwa yatima ni yeye akapate kukuinua kiwango kingine, ili ukapate kuonekana wewe Mungu ako ndani yako. Haleluya! Yaani, kuna mtu amekata tamaa mpaka yani akifunga macho anaona maiti anapelekwa kuzimu, maana hana matumaini kwamba yeye atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana litugusa lakini nataka nikwambia ya kwamba Mungu hawekei mipaka. Wewe ambaye umefika mwisho katika maisha yako, wewe ambaye unasema ya kwamba umegonga mwamba, ndio Bwana anaenda kuanza pamoja nawe. Hata angalia misingi mulio nayo, hata angalia dhiki ulizo nazo, mbali yeye anaangalia kukuinua wewe, ili jina lake likapate kutukuzwa. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana Usiangalie kule kudharauliwa, jinsi ulivyo wewe, ni wa maana machoni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Paulo akamwambia kiwete yule, leo tumekuja kwako hatuna cha kukupatia, lakini kile tunachokupa ukapokee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. mm. weliitaji yake alikuwa ni yeye akapate kutembea, naye Bwana akamwona Mungu wakati alipokutana na Paulo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Miaka mingi alikuwa ni mtu wa kuombaomba, alikuwa anaishi kwa mikono ya watu, lakini Bwana akasema ya kwamba si vyema mwanangu aishi kwa mikono ya watu, nataka akapate kufunguliwa. Na akapata kufunguliwa, kiwete yule akaingia katika hekalo la Bwana le mizeituni, akamurukia Bwana na shangwe na nderemo. Hakuangaliwa ni miaka mingapi amekuwa kitako ndani ya ule mlango, hakuangalia alikuwa ni miaka mingapi amefungwa, hakuangalia alikuwa ni mtu wa kuombaomba kiasi Bwana alipata kumwinua na wewe, na unaenda kufanywa kama kiwete yule katika lango lile la Mzeituni, ya kwamba unaenda kufunguliwa maisha yako yes. unaenda kushikwa mkono, watu wanaenda kushangaa na wewe, wakisema ya kwamba tena ni ule mama tunayemjua yule jule tuliyomsoea. Bwana anaenda kukuweka kiwango chengine, maana anaenda kukufungua uwete ulio nao, Bwana anaenda kuondoa, maana anaenda kuchaja nguvu yes. katika viganja vya miguu yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kukuweka kiwango chingine, mpendwa, ni wewe ukapate kufunguliwa, ni wewe ukapate kumwona Bwana akitembea pamoja nawe, ni wewe ukapate kuona utukufu wa Mungu, mpendwa. Anasema ya kwamba hata kuacha ukabaki kuwa yatima, maana yeye yuko mbele yako. Haleluya. Amina Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Mchana wa leo Bwana anaenda kumfungua, utakapoamini vifungo vya moyo wako vinaenda kufunguliwa Ndio. Maisha yako yanaenda kubadilika mpendwa, njia mm. zako zinaenda kufunguliwa. Unaenda kumwona Bwana akitembea pamoja nawe mm. Haleluya Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Amina. Mungu anataka akakufanye kuwa chombo cha thamani mm. Haleluya. Anaenda kukufanya kuwa chombo cha thamani mpendwa, haridhiki na maisha uliyo nayo ya kwamba wewe kila siku uko kanisani lakini wewe haujafunguliwa, haridhiki na hiyo maisha ambayo unatembea nayo. Ni posa mchana wa leo Bwana anasema anataka kapate kukufungua maisha yako. Anasema amechoka kuona machozi yako, anasema amechoka kuona kilio chako. Kilio chako kinaenda kupata suluhu muchana wa leo, hautalia tena machozi ya uchungu, bali unaenda kulia machozi ya furaha, maana neema ya Bwana inaenda kushuka ndani yako na milango ina kufunguliwa njia zinaenda kufunguliwa, vifungo vinaenda kukatwakatwa, maana malaika wa Bwana ametumwa ni kwa ajili ya maisha yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaenda kumfungua wapende wasipende. Bwana Yesuwe Ah, Bwana Yesu hata kama hawataki wewe ufunguliwe, unapokinyaka ili lango la kuenda nyumbani, nyororo zako zinaenda kukatika, katika miguu yako iliyofungwa inaenda kukatika, maana nyororo za ugiza zinaenda kukatika. Hautakuwa na magonja uliyo nayo tena, maroho ya shula moyo yanaenda kutoweka, maroho ya jimene yanaenda kutoweka, maroho ya kufara yanaenda kutoweka, maroho ya vifungo yanaenda kutoweka. Maana Bwana ametuma malaika wake ya kwamba wapende wasipende, gereza linaenda kutingishwa, gereza linaenda kutingishwa, nyororo zinaenda kuanguka kwa jina letu. Hautabaki jinsi ulivyo, bali roho wa Bwana anaenda kutembea ndani yenu. Anasema hata mwacha yes, ukabaki kuwa yatima. Maana maroho yaliyotabiriwa kwa ukoo, kwa jamii zenu, kwa ndoa zenu, kwa nyumba zenu, Bwana anaenda ku Haleluya. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilio chako Bwana mekisikia mchana wa leo. Bwana anasema ya kwamba Paulo alilia Walipokuwa gerezani, Paulo na Sila walimwambia Bwana, maisha haya mpaka lini? Tutakuwa watu wa vifungo mpaka lini? Tutakuwa watu wa kutengwa mpaka lini? Wakamlilia Bwana katika gereza, Bwana akasikia kilio cha Paulo na milango ya gereza ikatingishika, wakapata kuwa huru. Miungu iliyoinuliwa juu yao, Bwana alipata kuipiga na chini, na Paulo wakapata kibali machoni kwa Bwana. Hata wewe na wewe, mchana wa leo Bwana anaenda kukufungua mpendwa. Yeah. Hautabaki jinsi ulivyo yeah, bali mkono wa Bwana unaenda kunyoka, utakuwa juu yako yeah. Mungu anaenda kukushangaza mpendwa, hakuna uovu utakainuka juu yako yeah. Hakuna maradhi atakainuka juu yako yeah, bali Bwana anaenda kukufungua na unaenda kupokea hitaji la moyo wako yeah. Maana amekuahidia ya kwamba unapotoka mahali hapa umetoka na mkono wa Bwana hey. Maana hatutasikia magonjwa kwenu, yeah. Hatutasikia kwenu tena hatutasikia uovu kwenu tena. Wewe uliofungwa wewe uliofunga viuno wewe uliokuwa na magonjwa ya vichwa kuuma visivyokuwa vya kawaida, Bwana anaenda kutingisha hizo nyororo, anaenda kuzitikisha, anafungua nyororo za ukoo, anafungua nyororo za giza yeah, zilizopangwa juu yenu, Mungu anaenda kushughulika maana Bwana anatamani akatukuke katika maisha yes, yako, mpendwa. Haleluya, Bwana Yesu azifiwe, jina la Bwana alitukuzwe. Walisema wacha tumfunge tuone kama atajidai vipi, wacha tumweke magonjwa tuone kama atainuka vipi. Nataka nikwambia hizo ni, ni stori tu, lakini bwana anatembea pamoja na wewe Dio. Wewe ni lazima ufunguliwe wewe lazima utakasike yeah. La e ni lazima mkono wa la Bwana ukakae juu yako mpendwa, haleluya. Niseme nisiseme, na mala ni nene habari ah, za Yesu, na mala ni nene Namala ninene ne ne, hata kama utanikasirikia kwa sababu wewe unauruka unavitabia visivyokuwa vya kitakatifu wewe nikasirikie mimi, nikisimama hapa na mrisema Bwana kama ni hadui. Hey, ananinung'unika. Hey, hey, nataka hey, mufyeke tuma hey, pili maana si zuyu ni munafiki huyu uh, hano rafiki Amen. Bwana Yesu haziviwe zani Amen, jina la Bwana litukuzwe. Hakuna wakati wa kubeba na unafiki, bali ni wakati wa kubeba na urafiki. Amina, Bwana Yesu ajiviwe sana. Amen. Paulo akamwomba Mungu na Bwana akasikia kilio cha Paulo, na alipokisikia kilio cha Paulo mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Hata wewe nawe mchana huu wa leo utakapo kipeleka kilio chako mbele za Bwana, Bwana anaenda kukushughulikia mpendwa, Bwana anaenda kukushughulikia mchana huu wa leo Amen. anasema hatakuacha jinsi ulivyo, maana tamanio la moyo wako Bwana anaenda kukutimizia mchana wa leo Yo. kuna habari njema zinaenda kukutana na wewe Yo. habari za uzima unaenda yes. kukutana nazo yes. habari za kufunguliwa hey. mpendwa, habari za kuinuliwa oh. mchana wa leo oh. hautabaki jinsi ulivyo yes. habari zinaenda kushuka, maana Ma Bwana anatuma malaika wake, ni kwa sababu ya kukushika mkono. Amina, simama na miguu yako kadai kufunguliwa. Amen.